Sungura na Fisi: mafunzo ya heshima na busara. Baada ya kushindwa kwenye mbio, Fisi alikuwa na hasira na aibu kubwa. Alikaa chini ya mti wa mkonge akifikiria njama mpya. Sungura si mjanja kuliko mimi, alijisemea, atanijua tu. Akamfuata Sungura aliyekuwa anavuna karoti zake kwa furaha. Ehe Sungura, Fisi alisema kwa sauti ya kujifanya mpole, nataka tukubaliane kwenye changamoto nyingine. Safari hii si mbio, ni mchezo wa maarifa. Sungura ambaye tayari alijua tabia ya Fisi, alitabasamu kwa ndani. Ni sawa kabisa, Fisi. Tucheze mchezo wa maarifa, akajibu kwa utulivu. Sheria ya mchezo ilikuwa hii. Kila mmoja angeuliza swali la mjanja. Asiyeweza kujibu angekula nyasi kavu kama adhabu. Na mshindi angepata nafasi ya kuchukua mazao kutoka kwa mwingine kwa siku moja. Wanyama wote walikusanyika tena, wakijua kutakuwa na burudani kubwa. Raundi ya kwanza, Fisi akaanza kuuliza, ni nini kinatembea usiku na mchana lakini hakina miguu? Wanyama wote walitulia. Sungura alifikiria kwa sekunde chache, kisha akasema, ni mwanga wa jua na mwezi. Wanyama wakashangilia, Fisi akaguna kwa hasira. Raundi ya pili, sasa ilikuwa zamu ya Sungura kuuliza. Fisi alisema kwa sauti ya utulivu, ni nini kikubwa kuliko mlima lakini chepesi kuliko manyoya? Fisi alipigwa na butwaa. Ni, ni tembo? Hapana, alijumaa uma Alijaribu kujifanya anafikiria kwa kina, lakini dakika zilipita. Hatimaye alikubali kushindwa. Sungura akacheka na kusema, jibu ni ndoto. Ndoto inaweza kuwa kubwa kuliko dunia nzima, lakini ni chepesi kuliko hewa. Wanyama walicheka na kushangilia, huku fisi akikunywa nyasi kavu kwa aibu. Mpango wa mwisho, fisi akiona anaendelea kushindwa, alijaribu ujanja. Akamwambia Sungura, hebu tuende kwa mto, tuone nani anaweza kuhesabu samaki zaidi kwa haraka. Sungura kwa akili zake alikubali. Walifika kwenye mto uliokuwa na samaki wakirukaruka juu ya maji. Lakini Sungura alikuwa na mpango. Akajifanya anaangalia kwa makini halafu akasema, "Samaki hawa wanapenda kucheza. Hebu tuwacheze kidogo waje karibu." Akatengeneza boti ndogo ya majani, akaweka karoti juu yake kama mtego. Samaki walikusanyika karibu sana kwa harufu ya karoti. Fisi alihesabu kwa haraka lakini kwa fujo akachanganya samaki na majani yaliyokuwa yakielea. Sungura kwa utulivu aliandika hesabu sahihi. Mwisho wa mchezo wanyama walipima majibu yao. Sungura alikuwa sahihi kabisa. Kwa mara nyingine Fisi akashindwa. Kwa mara ya pili, Sungura alishinda, si kwa nguvu, bali kwa akili, busara na uvumilivu. Fisi alijifunza kwa uchungu kwamba hila haraka na kiburi havimshindi mwenye hekima na mpango. Kutoka siku hiyo, Fisi alikubali kuwa rafiki wa Sungura na akamwomba amfundishe kuwa mwerevu badala ya kutegemea nguvu tu. Msitu wa Mwanga uliendelea kuwa mahali pa amani ambapo wanyama walisherehekea akili na busara zaidi ya mabavu. Katika maisha, si kila kitu kinapatikana kwa nguvu au ujanja wa haraka, maarifa, uvumilivu. Baada ya mashindano yote na kushindwa mara mbili, Fisi aliketi chini ya mti wa mwembe, akiwa na mawazo mengi. Alimkumbuka Sungura, si kama adui tena, bali kama kiongozi mwenye hekima. Siku moja Fisi alimfuata Sungura kwa unyenyekevu. "Eh, Sungura," alisema, sauti yake ikiwa ya heshima, "nimegundua kuwa siwezi kuendelea kwa kiburi na tamaa. Tafadhali, nifundishe jinsi ya kuwa mjanja kama wewe." Sungura alitabasamu na kumwambia: "Fisi, hekima ya kweli inaanza pale mtu anapotambua mapungufu yake. Njoo tuanzishe urafiki mpya, lakini lazima tukubaliane kufanya kazi kwa pamoja, si kwa kudanganyana wala kushindana." Fisi alikubali mara moja. Mpango wa maisha mapya, wawili hao wakaamua kushirikiana kufungua shamba lao wenyewe pembeni mwa mto wa Malkia, mahali palipojaa rutuba na maji mengi. Sungura alitoa maarifa yake juu ya kupanda mboga, mahindi na matunda. Fisi alitumia nguvu zake kulima ardhi, kuchimba mifereji na kulinda shamba dhidi ya wanyama waharibifu kama nyani na nguchiro. Kazi yao ikawa ya kustaajabisha. Shamba lilianza kuzaa mazao mengi kuliko yote yaliyowahi kuonekana katika msitu wa Mwanga. Wanyama wengine walikuja kujifunza kwao, wakiona jinsi akili na nguvu vilivyoweza kushirikiana na kuleta mafanikio. Changamoto mpya. Lakini si kila kitu kilikuwa rahisi. Siku moja, mvua kubwa ilinyesha na mto ukavunja kingo zake. Maji yalifurika na kuingia kwenye shamba lao, yakiharibu mimea mingi. Fisi alianza kukasirika. Tumeharibu kazi yetu yote, alilia lakini Sungura akiwa na utulivu kama kawaida, akamshika bega na kusema, rafiki yangu, tunapokutana na matatizo hatukimbii wala kulalamika, tunatumia akili na nguvu kubuni suluhisho. Wakaweka mikono pamoja. Sungura akapendekeza wachimbe mfereji wa kuongoza maji pembeni mwa shamba, Fisi akatumia nguvu zake kuchimba kwa kasi. Ndani ya siku mbili walikuwa wameokoa sehemu kubwa ya shamba lao. Mbegu ya hekima baada ya tukio hilo, Sungura alipanda mti maalum katikati ya shamba lao, mti wa maridhiano. Fisi alisema, kila mwaka tutakusanyika hapa kuadhimisha siku tuliyojifunza kuwa marafiki wa kweli. Fisi alikubali kwa furaha. Wanyama wengine walialikwa pia. Sherehe ya kwanza ya siku ya maridhiano ilifanyika, na tangu siku hiyo, kila mwaka msitu wa Mwanga uliadhimisha siku hiyo kwa amani, michezo na hadithi. Kwa mara ya kwanza Sungura na Fisi waliona kuwa ushirikiano ulikuwa na matunda mazuri kuliko ushindani wa kijinga. Waliishi pamoja kwa furaha, wakifundisha wengine kuwa nguvu na akili ni ndugu wawili; ukiwatenganisha, wote hubakia dhaifu. Funzo la sehemu ya tatu: katika maisha, kushirikiana kwa hekima na heshima huleta mafanikio makubwa kuliko kushindana bila sababu.